Bahati nzuri serikali yetu ilitupa na ikakiri na kukubali kuwajibika kutekeleza baadhi ya hayo maazimio. Kutokana na ezo, nafurahi kwamba tulichangia na tulichangia ushawishi serikali yetu kwanza ikuani na hayo na ichukue iwajibike kwenye kutekeleza hayo Serikali ilipoamua kubinafsisha huduma za msingi, na uamuzi mmoja ambao tulisikitika sana ni wapale ambapo walisema kwamba wagonjwa walio mahututi warudishwe nyumbani, kwa vile nyumbani funzo endewa wana akwabili hospitali zilikuwa tukasema fan lazima kufanya utafiti. Sasa wenzangu, kwa vile mimi nilikuwa mwalimu wa chuo na ni mtafiti, wakalichagua niongoze lile jopo lililofanya lililo utafiti kuhusu mzigo wa kazi ndani ya kaya, na hasa ile kaya inayotunza mgonjwa. Sasa zile takwimu zake tulipokuja kuzichanganua, tuliona tuli, tuli tuli, tuli jinsi ambavyo mwanamke mtoto wa kike anadurika sana katika nuga usi na tukashawishi gavenmenti kwamba wa-wa wa waliochuka wa, wa, wa, wa, wa. Na kitu kimoja ambacho kilitokea kwenye huo tafiti ni kuingiza katika tafiti kubwa za, za serikali kitu kinachoitwa Time Use, ambayo ilionyesha tunasema umaskini wa muda ambao mwanamke anaubeba kutokana na kutaifisha zile huduma za msingi. Kama wewe ni mwanasheria, utumie hiyo ta ya, yako kukosoa zile sheria ambazo zinazana na haki za. Kama we ni mwalimu, utumie ile nafasi yako kuelimisha watoto wadogo, vijana, na hasa walimu kuhusu maswala yai Hivyo ndivyo tunaweza kujenga tapo na kuwezesha kuingiza nguvu za pamoja katika utetezi.